Hakuna raha kama kulamba utamu. Sasa hivi kwenye bao yangu ya Instagram naenda kuapdeti matukio pale, naandika afisa habari ya vita na jambari, mlamba utamu wa wadawa utamu

Watuambia tukamia tenaalbayawathmii ni meneja wa Zuberi Masudi Foba. hmm. niko kwenye timu ambayo namsiimiazuberi Masudi Foba binafsi i mchezaji ambaye naamini ana uwezo mkubwa. Kitu kimoja ambacho kilimpa confidence kikamrejesha kufunjia ni siku ambayo Foba alitakiwa kwenda kwa mkopo akashauriwa kwamba inabidi uende sehemu kwa mkopo. lakini yeye alikuwa wa kwanza kumwambia mwalimu Msi, nataka kupambana msimu ambao mwalimu wetu alikuwa uh, amebaki. Alipata nafasi kidogo kidogo, akaaminiwa taratibu. Tangu amekuja mwalimu Ibenge anamwamini na anadeiva kikubwa. Nafkiri ni support ambayo anaipata kwa, lakini support kubwa sana ambayo anaipata kwaishi tangu mimi zuberiaii ni ni mchezaji mkubwa ambayo anakuja kuveperusha vizuri bendera ya nchi yetu anakuja kuwa Tanzania yang, na anakuja kuwa miongoni mwa magoli wa kutegemewa kwenye goli wa Azam FC kitambala, hmm ibwe. Zaka za kazi bora, anajua mpira ajui, anajua mpira ajui mpira. JFT kitambala, ili mchini ujua mpira lazima upige, yeah, kwa adoto shashughulikia adoto